Mfano, mimi we wenzangu mlipata ubunge, mimi niliutafuta nilikatoka tu kuko wote na viongozi wangu wa wilaya wanitakia hata bure. Mheshimiwa mwenyekiti wa mkoa na kamati ya siasa na kamati huo kaniteua, nikarudi, nikashinda kura za maoni, nikarudi tena wakanikata kule, ma majamaa wakanikata tena, nimekuja mkoa na Mama Samia amenirudisha. Hivyo nataka nisimpongeze kweli, yani nizuie isimpongeze mheshimiwa rais utakonitendea haki. Alafu sasa kwamba mimi nilikuwa naibu waziri wa muungano wa mazingira kwa makamu wa rais amenituma kazi. Kwa nimjua vizuri kwa tanaji wake wa kazi. Na udhubutu. Yako mambo mazito mama ameamua amefanya hapa. Kabisa kabisa. Eh? Sasa haya mambo haya ambayo yuko ni viporo vya mrefu. Aliwaambia kazi itaendelea imeendelea hivi. Sasa tuchambue mambo haya namna ya kuzungumza. Kama kuna ukweli tuuseme na ukweli tuweka huru. Kama kuna mahali tukosoe, na watu wapokee hivyo. Tuende na taifa na namna hiyo, na msao kwamba mimi ni mjukuu wa baba wa taifa. Kwa hiyo hiyo muhimu sana kuliweka, tusiongee jambo la utawala bora kwa kujificha ficha, tuongee jambo la utawala bora hadharani. Na wa wa kuna vigezo shule, watu wameenda shule, watu wameenda kuona nini maana ya utawala bora. Kwa hiyo tukitaja mambo haya mheshimiwa mwenyekiti, tutaje kwa upana wake na watu wajue tunataka utawala bora. Kwa mfano hapa profesa amesema kutakuwa na uwazi kutakuwa na wajibikaji. Hili jambo ni kubwa, kuna utawala wa sheria, mambo ya demokrasia, vitu vingine. Sasa ushauri wangu hapa, mheshimiwa mwenyekiti, nitaka niseme hivi, mpango huu ukiangalia mawazo yaliokuja ni makubwa, yanahitaji kila waziri aje hapa atuambie yeye amekwama wapi. Sasa waziri ambaye bunge inatakiwa limhoji, limwajibishe atoe majibu sahihi, hawezi kuja kunongoneza mimi. Natakiwa serikali, serikali ifanye kazi yake, bunge lifanye kazi yake. Ndio taratibu wa bunge hili. Kwa hiyo, lazima waheshimiwa bunge tuzungumze na mawaziri upande wa serikali, kila mtu afanye kazi yake vizuri. Ndio mambo yatakuwa bora. Tukitaka hoja imekuja hapa, iandaliwe vizuri tupate majibu. Mama Samia amejipanga vizuri. Mama, ukimsikiliza mawazo yake, maumzi yake, waheshimiwa viongozi, mheshimiwa anataka, anataka matokeo. Haya, changamoto hizi ziishe. Sasa, mheshimiwa mwenyekiti mimi mbunge kipindi cha tatu humu. Nilikuwa naangalia hapa kwenye kanuni za bunge. Ukiangalia 57, 58, 61, haki na madaraka ya bunge. Nikaangalia mwongozo, nikikosea hapa nitaenda kwenye kamati ya maadili. Ukasoma sheria ya kinga haki na madaraka ya bunge. Nikasoma ibara ya 100 humu. Sasa mheshimiwa mwenyekiti, kama leo nitazungumza humu, mimi mbunge nitakwenda kumhoji waziri alafu nikimaliza naambia nitaenda kujua sehemu nyingine. Nataka niseme kwa mazingira ambayo bunge hili tumeingia, kwa changamoto tulizopata kwa wananchi wetu, watu watalimba vijijini. Wapiga kura wangu wanamjua Waitara Jokoji. Hakuna Waitara wa Jumapili wala Jumatatu wala Jumanne. Waitara ni mmoja siku zote. Naomba mwenyekiti wa bunge hili na waheshimiwa bunge, mmeangalia sura ya watu walipo ndani, tulikuwa wengi tupo asilimia thelathini, ye wenzetu mekuja kikuracho kingoni mwako. Kila mtu afanye kazi ya wananchi kwenye bunge hili, na serikali iende ijipange vizuri, wakiwasilisha hoja wafanye kama afanye kitia mkumbo. Mbona kitia utaharimiki? Ameleta hoja za kitaalamu, ameenda amejifungia. Sasa mpango huu tungetamani, watu wanasema mpango wa maji maji maji, waziri kijana wesu aje tuambie, yeye anakwama ye wapi katika wizara yake, tumsaidie, kama ni kuonesha sheria mtu akili mwanje atuambie, malalamiko ya wafugaji na wakulima, kila mwaka tunazungumza hapa, watu wanauana. Leo naleta mpango wa serikali, tuonyeshe namna ambavyo wakulima watalima wa kwa mpango, namna ambapo wafugaji watafuga kwa mpango wa na bila ugomvi wa amani. Mimi mbunge wa Tarime Vijijini nina sita napiga hapa miaka huu awamu ya pili Tarime Vijijini, Ukonga ya kwanza, nazungumza malalamiko ya hifadhi ya Serengeti, kuzungumza bali mpaka tu ng'ombe zinatekwa watu wanapotea pale, ndugu zangu. Hapo ninapozungumza tarega tunga kuna watu watano hapo, mwenyekiti. Sasa kuniambia mambo mengine, mimi napenda bunge lifanye kazi yake, serikali ifanye kazi yake na mahakama ifanye kama ambavyo. Tukienda mahakamani tunyenyekea, na serikali wakija hapa tuzungumze kama muhimili, tufanye kazi ya wananchi, na mheshimiwa rais atalindwa kwa wivu mkubwa. Yeye ameshamaliza kazi yake. Kama kuna mtu amepata fursa ya kumsaidia ya mweshi Nchemba, na mheshimiwa waziri mkuu Mwigulu Nchemba tunajua anaweza kazi hii. Ilikuwa nasoma watu wa Singapore walifanikiwa kwa namna gani, meritocracy. Tufanye kazi kwa, kwa uwezo wa mtu, tufanye proper placement kwenye maeneo, tufanye kazi ya mapinduzi. Huu mpango huu ukiusoma vizuri ni mpango kima wa kimapinduzi. Hatuwezi kujadili mzamza hapa, hatuwezi kupiga makofi, tumuunge mkono mheshimiwa rais Tutunge sheria za kufunga watu. Ukienda ukaiba, tukwambie umeiba, you are in for it. Ukidanganya, tukwambie umedanganya, you are in for it. Tusilete bla bla hili bunge, watanzania a tegemoikit na kushukuru sana asante. Kwa hiyo asante sana mheshimiwa Waitara kwa mchango wako. Nilimwita mheshimiwa Jafet.